chaguzi na mipaka nchini IEBC imewatoza faini ya shilingi milioni moja Philip Aroko na Boyd Were. Wawili hao ambao ni wawaniaji wa kiti cha ubunge eneo la Kasipul, kaunti ya Homa Bay walipatikana na kosa la kukiuka sheria za uchaguzi iliyopelekea ghasia eneo la Opodo na kusababisha maafa ya watu wawili Boyd Were. Anayewania kupitia chama cha ODM na Philip Aroko ambaye ni mgombea huru wamewataka wafuasi wao kudumisha amani kabla, wakati, na baada ya uchaguzi huo. Zablon Macharia anatuanzishia taarifa zetu. Kutokana na ghasia ambazo zimekuwa zikishuhudiwa katika eneo bunge la Kasipul kaunti ya Homa Bay, sasa tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC imewapata Philip Aroko na ambaye ni mgombea huru na Boyd Were wa ODM na kosa la kukiuka sheria za uchaguzi, wawili wale wakitozwa faini ya shilingi milioni moja kila moja to the Independent Electoral and Boundaries Commission within 48 hours of this order. That Mr. Boyd Were Ngondo is condemned similarly for the violation to pay a fine of Kenya shillings 1 million to the Independent Electoral and Boundaries Commission within 48 hours of these orders. aidha wawili wale wametahadharishwa kuwa iwapo vurugu zile zitaendelea ibc itawachukulia hatua kali za kisheria ikiwemo kuondoa kwenye orodha ya wanaowania wadhifa ule. Wakati huo huo, Philip Aroko na Boyd Were wamewarai wanaowaunga mkono kuwa na utulivu na kudumisha amani kabla na wakati wa uchaguzi uchaguzi ule unatarajiwa kufanyika wiki ijayo tarehe 27. Zablon Macharia, Undugu TV.